sana lakini nina shida Baba. Shida, shida gani tena eh? Sema we usijali, ni sema chochote kile usijali. Haya, una shida gani tena na shida? Kama shilingi elfu tatu. Ah, shilingi elfu tatu eh? Unajua we sichokijua, we una bahati sana. Unajua mi nina pesa nyingi sana, lakini sasa sipendi kutembea nazo uwanaziacha nyumbani, lakini kwa nini unabaki? Kwa sababu leo nimetembea na pesa kidogo. Asante, usijali. Yani kuwa na amani na, kabisa. Yani ni kuahidi tu kitu kimoja, kadri unavyozidi kunifurahisha eh, una unanifurahisha, unanifurahisha na mimi nafurahika, maana yake tunafurahishana yaani ni kuahidi tu nitakupa pesa kadri niwezavyo. Yaani shida ndogo, ndogo kama hizi <laughs> kwangu kitu kidogo sana. Alafu sasa siku nyingine mi kuna vitu ujue sipendi katika mahusiano yangu. Umeniombaje hela ndogo kiasi hicho? elfu tatu ni bomba la nyingi bwana wewe. Ae, lakini sasa nami na shida kidogo, shida baadaye ama utapata muda e, uje basi hapa hapa e, maeneo yetu haya. Uh, kuna sehemu nataka nikupeleke kidogo e, si unajua tu, tu, tu, tu, tu, tumesha kaa siku mbili tatu hizi kidogo, mi na wewe tushajuana e, tumeshazoeana e, nikataka tuende sasa tukananii e, tukachilimuane e, tuka haina shida hapa naenda kufanya kazi zangu nikimaliza tu na kucheki eh, eh. Ah, unajua Rusi wewe eh, muelewa sana yani watu wenye majina ya Rusi hawanaga ah. Ah, makonakona wamenyooka simona mwenye umenyooka eh. Eh. Kama mwendokasi sasa wee eh. Oh, usijali, ee nenda kati ratiba zako vizuri, na mimi nikitoka tu hapa naenda kujiandaa Najipanga maana nina jukumu zito la kuwawakilisha wanaume zangu dunia nzima, bwana chenji. Bwana rusi wewe, sikiliza hiyo pesa mi nimekupatia yote eh, umeshinda hiyo eh. chukua yote hiyo, nimekupa yote, we chukua, kama katumie yote yote. Tena kama itoshi, unipigie simu nikutumie nyingine. Haya, poa. Bye. Aya, ah, hatimaye sasa nimepata hmm, kile ambacho nilikuwa nakitafuta. jamani, yeah, sababu lapo hamna kitu yaani uuzo mambo yake sio, anachanganyikiwa. Ah. Ah, ndugu yangu, yaani nashukuru sana kukutana na wewe wakati huu ah, kwanza ningependa sana kukushukuru ya kushukuru sana sana. Yaani ile siku sikuwa hata na senti mfukoni. Usijali kaka. Unajua sisi ni wanaume. Naelewa sijue, alafu siku zote naambiwa sifa ya mwanaume afunguagi kodi, si tumeumbiwa na kaba, kaka, yaani hii chapa akijakaa kwa bahati mbaya. Kwa hiyo mimi nilivyokuona tu pale, nikajua nikimwacha huyu ndugu atakuja kukumbuka ndio maana nikachekesha nikachekesha, nikapiga mahesabu, nikajumlisha, nikatoa, nikazidishanikagawanya nikasema ninatakiwa nikusave. Ndio maana nikafanya zile, yani nikakimia, sikutaka hata kufichua ba. Mimi nakushukuru sana sana, sina cha kukulipa. Mungu ndiye atakayekulipa kaka tariki. Mimi na tumesaidiana vitu vi na tutaendelea kusaidiana kwa sababu hivyo ndo tunavyotakiwa wanaume tuwe. Unajua unapofanya msaada wowote usitegemee malipo ya fedha au ya kitu chochote kikubwa. Sisi ni binadamu. Leo naweza nikapata msiba, wewe ndio utakuwa mstari wa mbele kuja kunisaidia. Na ndio maana siku zote wanasema mwanamke hawezi kumzika mwanaume ila mwanaume sasa ndio ataenda kubeba jeneza yako na ataenda kuchika chepe. Sha. Sha anakufikia. Kwa hiyo mwanangu, kuhusiana na hili swala usiwaze, tutasaidiana na tutaendelea kusaidiana. Alafu kuna kitu kingine sikukwambia kaka. Yaani, nilisema nikikuona tu lazima nikwambie kuhusiana na pale nilivyokuwa naishi. Nimehama pale kaka, mimi nimehama a yaani, nimeuza kabisa, kwa kuona tabia za kimalaya nilijua tu taoji maswala ya ghetto. Kuhusiana na hilo kaka, usiwaza kabisa yaani, sasa sasa hivi kuna sehemu nimetafuta, nimenunua, na bahati nzuri sasa bila eneo lina nyumba kwa hiyo mimi sina shida ya kwenda kujenga tena pale kaka, nilikuwa sipawezi yaani, sehemu ina changamoto, sijui ni vigabula, sijui ni mazombi, sijui ni misukule kaka, nilikuwa sielewi, usiku nilikuwa silali mimi. Nikasukuti, nikapiga mahesabu, nikasema pale sitakiwi kuishi, nikamwambia bora niuze, nikaenda kununua sehemu nyingine. Na hilo eneo la sasa hivi kaka, ni sehemu nzuri ambayo ina amani ya kutosha. Kwanza nikupongeze kwa sababu ungekuwa umeuza pesa, unaenda ume kufanya mambo yako kucheza cheza, sijui nini nini, ile makorokoro sijui nini afa, ningekulaumu sana, ndugu yangu. Lakini kwa kuwa umeuza, umenunua sehemu nyingine, ah, hongera yako kaka, yaani hongera yako. Alafu kitu kingine nilichokuwa nataka kusahau bwana, wewe, siku ambayo utasema unakuja kunitembelea, njoo wewe na shemeji, maana nitawaandalia viazi na mananasi ya kutosha na inafahamika kwa mimi ni mkulima mzuri wa mananasi na viazi hata kijijini. Yani, ninachokwambia mzee, na mwiva alifanya vizuri kwenda kunisomesha habari za kilimo. Hilo tu ndo lilisahau, na mwiva hakukosea kupeleka kwenye kilimo, naona unafanya vizuri sana hapa kijijini. Kwa hiyo ndugu yangu wewe, ah, njoo na shemeji bana moja mmjoi kidogo eh? Basi mi naomba nikuache mara moja, kuna sehemu na haya ah. Basi ina shida kaka, basi Yaani huyu bwana angejua hata singeniamini kiasi hicho. Na ndio maana wahenga wanasema kikulacho kinguoni mwako. Aya, umenitia nini? Mara kule niko nafanya shughuli zangu kaka, au si mambo ya kaka kando hivyo, watu watafikiria vibaya Sungeniambia tu jambo lile nyewe pale pale. Jamani, mi, kuna jambo linanitatiza sana, mpenzi wangu ndonsaidie. Jambo gani hilo? Umeanza. Wewe. Yaani kila kukicha majambo majambo hayaishi tu, mtoto wa kiume. Kwa nini lakini jambo ambayo nimekuitia, yaani mazingira yangu mimi sielewi, kila nikiingiza mikono mifukoni najikata, tuna viwembe. Naomba, nomba nisaidie, mama mtu basi Wausijari wow, mi nsha kuelewa. Maana ukiingiza mikono unajikata na viwembe, maana hela ndivyo ndio. Naomba nisaidie kiasi kadhaa hiokafina mazingira basi, jayoyotezngira mpenzi wangu, ntashukuru sana. Ndio maana mimi nakupenda.

Naona umeniita hapa na uhitaji wako, naona kidogo na shamra shamra, sasa sijielewa, una maana gani kuniita huko, wala wow, amna hata jambo kubwa kilivyo hivi kreva. Hmm, nikuulize swali, hivi unawezaje, inawezaje, nauliza mi, ah, nawezaje, yeah, nawezaje nini? Ama kweli nimeamini msemo wa Kiswahili kwamba kizuri kula na nduguyuelu ah. Ah, unajua unanipa wakati mgumu sana yaani, zumuni lako kuu ni nini? Yambo, nifafanulie nikuelewe, unawezaje kupakua asali kwenye mzinga usiokuwa wako na ingali mzinga huo ni wa mtu wako wa karibu sana. una maana gani? Ongea hiyo. Asiyejua maana usimpe maana, maana haitakuwa maana kwa asiyejua maana. Yani sereu, una maana gani? Kwa sababu siku ya kwanza umeniita pembeni, tunongea tulivyoongea, lakini ukaniongelea maneno ya kimafumbo, ukaniacha na maswali mengi sana. Na leo tena hivyo hivyo umeniita na nanongeea maneno ya kimafumbo. Mbona sielewi imi kajikaje? Wala usijali na usiwe na haraka. Muda ukiwadia tu utajua na maanisha nini. Pole kwa kukuchelewesha. Unajua nini wewe Rusi, wewe mwelewa na wewe unaenda na muda kama Wazungu. Sasa nimefanikiwa kupata geto, nimetafuta kageto fani kazuri na mazingira yako vizuri, yani amna majirani, hamna nini kwao. Tunaenda kujiachia, tunajiachia, tunajua Mwenzako siko sawa. Ah. Yaani uko sawa kivipi? Una shida nyingine, labda unataka nikuongeze hela nikupe au, au nini eh? Amna. Eh, eh, nini sasa shida? Leo Simba wanacheza. Simba wanacheza vipi sasa? Yaani wanachezaje? Si kuna mechi Simba anacheza na nani? Lipuli, Dodoma Jiji au nani? Mbona sielewi bwana. Nenda maanisha nipo kwenye siku zangu. Zangua ah, lakini sinajua kama mtu anajua kabisa kwamba kesho au kesho kutwa wiki ijayo, mekua naenda kumwambia mimi bwana jambo langu sijafanikisha, ataanza kunicheka apa, so kufanya da, nifanyeje ya inabidi tu mimi niende pale sasa, nikavurugue vurugue pale kitanda, nifanyeje? Niweke tumazingira kama vile tuliingia mle ndani, kwa sababu hii nifezea. Basi usikasirike, nitapokuwa sawa nitakwambia, tutakuwa wote, wala usijali. Sasa hapa samani yako thamani yako mimi itanisaidia nini? Lakini sawa sawa bana, sawa, haya baadaye.

yaturidhishi wa tunapanga tungame, tumekomola tende miujiza wenda tafuta caka, wataacha umalaya. Hawana stara, hawana ustarabu, watole wapi aibu? Eti na bado wako shule, wanagonganisha mabwana. Kijiji kimechafuka.